Aliyekuwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amepuuzilia madai ya Rais William Ruto kuwa ataboresha taifa la Kenya na kuifanya kustawi kama taifa la Singapore. Gachagua amesema rais amezorotesha sekta mbalimbali ikiwemo mbali elimu na afya. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika Kanisa la PCEA Kayole, kinara huyo wa DCP amebaini kuwa ameungana na vinara wa upinzani ili kuhakikisha wanamfanya Rais Ruto kuwa rais wa muhula mmoja. Nchi yetu haitembei vizuri. Minister wa National Treasury ametangaza ya kwamba kuanzia Januari ile masomo tuliwachiwa ya bure na Mwai Kibaki haiwezekani tena. Sasa Januari watu ya secondary mjitayarishe kulipa. Mambo ya primary imeharibika, mambo ya sha haifanyi kazi biashara simesimama, na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Unasema sisi tuko na akili dogo, unatudharau sana. Kama within three years, kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu, kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu biashara zote umeharibu, watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu, biashara zote simeharibika. Wewe Githinji, unaambia Wakenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country how? Hii maneno ya stima, mimi nikiangalia ile ukora iko hapa ndani simrisikia, haikutangaziwa hapa Kenya Ilitagaziwa katal ama hamkusikia maneno ati Kenya hakuna stima? Ilitagaziwa katal. Mimi nikiagaria hiyo statement, ile corruption na ile ukora iko hapo ndani ya hii maneno ya kukosa stima, nyinyi mtakuja kusema tukifika hiyo wakati.